Habari, naitwa Lucy Mlaponi kutoka CFAO Mobility. CFAO, uh, tunajihusisha na uzaji wa magari ya zero kilomita. Tuko kwenye maonyesho ya Geita Mining Expo 2025. Tumekuja na gari za aina za Shacman trucks, tuna tractor head pamoja na tippers kama hii hapa. Baada ya kununua magari kutoka kwetu trucks kutoka kwetu, lazima tupate madereva wawili ambao tutaweza kuwafanyia training, tutawapa certification kwamba wamekidhi kuendesha gari letu ili gari lako mteja aliweze kuhudumiwa na kudumu kwa miaka mingi zaidi. CFAO sio tu wauzaji wa magari, ni mapartner katika kumiliki kwako kwa gari. Ukisema unakuja kununua gari CFAO, na kuhakikishia mambo matatu utakuwa na gari lako utalipata kwa wakati, 0 km gari zuri, brand ya kueleweka. La pili kuna after sales support ambao tunaweza kukupatia. Tuna warehouse yetu iko Dar es Salaam, tuna branches zaidi ya kumi na mbili nchi nzima ambao, uh, wahudumu wa wetu wanaweza wa kuhudumia ma technician wako ambao wamefanywa training. Pia tuna parts za gari zote ambazo tunauza pati zake pia zinapatikana kwa urahisi. Karibu sana. Sa, kwa sasa hivi tunapatikana hapa kwenye maonyesho ya Geita, lakini ofisi kuu ziko Dar es Salaam, Bugu Road, kituo kinaitwa Karakana. Kama unatoka airport, ni mkono wako wa kushoto. Kwa mawasiliano zaidi, kuna namba zetu za bure ambazo ni ziro mia nane mia saba hamsini ziro sita sita pia unaweza ukanipigia mimi kwenye namba yangu sufuri saba tano nane ishirini na sita themanini na nne ishirini. Naweza kuhudumia muda wote. Kwenye tovuti ni www cfao mobility tanzania.co.tz